Kupitia mtandao wake wa Instagram, msanii mashuhuri wa muziki wa hip -hop, Roma Mkatoriki ameandika ujumbe mzito kwa vijana wa Kitanzania akiwataka waache tabia ya kuchagua viongozi kwa misingi ya kujuana, undugu na upendeleo wa, wa vikundi. Roma Mkatoriki ameonya kuwa tabia hiyo inagharimu nchi na kuweka watu madarakani wasiokuwa na uwezo wala nia ya dhati ya kutumikia wananchi. Watu wengi wanafurahia sana wanapoona anayegombea aliyeteuliwa au aliyechaguliwa kuwa kiongozi fulani ni mtu anayefahamiana naye au ni mtu wake wa karibu, au ana maslahi naye. Hata kama mtu huyu hatoshi kwenye nafasi hiyo ya uongozi, lakini kwa kuwa ni mtu wake, wanafahamiana, atafurahia apate hiyo nafasi ya uongozi na atampongeza sana. Hii ina maana kuwa hizi nafasi za uongozi nyingi zinafanywa kuwa ni fursa za kufaidisha viongozi na saiko yao na siyo viongozi na taifa au wananchi wote kwa ujumla wake. Tunaongozwa na mapenzi binafsi badala ya kutazama kiongozi bora. Kufurahia na kumpongeza mtu ambaye unajua kabisa hawezi kuongoza hata mtaa, maana yake umeruhusu mtu huyo aende akaongoze vibaya Watanzania wenzako, kisa tu ni mtu wako wa kwa karibu. Kwa hiyo pengine hutakosa chochote kitu, ndiyo maana tunapata viongozi wa bovu. Mfano, mimi nisikie siku rais amemteua Stamina kuwa DC Morogoro, najua kabisa Stamina uongozi hauwezi, lakini natoka hadharani, nashangilia na kumpongeza sana. Tubadili hii mindset. Najua ni watu wetu na tunawapenda sana lakini, wanaenda kuongoza maeneo muhimu sana kwa taifa na wananchi wake, so tusiwe maselfish sana kwa kutoliona hilo. Otherwise, awe mtu wako na unajua asilimia mia ana ndoto, nia, vision na uwezo wa kuongoza nafasi hizo. Maneno haya ameongea Roma Mkatoliki, msanii wa hip hop Tanzania. Kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika hivyo.